Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika imani, kokote pale mlipo juu ya mgongo wa ardhi, hususan nyinyi ambao mmekuwa karibu kabisa na darasa tunazozitoa kuweza kuzifuatilia na kuzifanyia kazi. Lengo letu, nia yetu na makusudio yetu ni kukusaidia wewe ndugu yangu mpenzi unayefuatilia darasa hizi, namna gani unaweza ukajifunza mambo mbalimbali mbali kutoka kwetu, ili uweze kupambana na changamoto unazozipitia katika maisha yako, mitihani, misukosuko unayopitia katika maisha yako, vipi unaweza ukapambana nayo kupitia adhiya mbalimbali dua mbalimbali adhkari mbalimbali visomo mbalimbali, lakini wakati huo huo na madawa mbalimbali, namna gani unaweza ukajifunza ukajua ili uweze kuondosha shida yako mitihani yako na matatizo yako. Anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama, addalu ala alkhairi kafa'ilihi, yoyote mwenye kujulisha jambo la khairi, yani yoyote anayejulisha jambo la kheri ni sawasawa na yule mwenye kulitenda jambo lile, kwa maana kama we kuna jambo la kheri ndugu yangu unalijua, kuna jambo la faida unalolijua, ukamfahamisha ndugu yako, basi na wewe unalipwa malipo sawa na yule uliyemfahamisha akalitenda jambo lile. Na mimi leo bi idhnillahi alkarim, ndugu zangu, nimeona ni tabaru kwa kwenu. Moja katika mambo yenye siri kubwa sana na wengi wetu hatufahamu hili. Kuna mambo yana siri kubwa sana na wengi wetu hawatufahamu jambo hili. Leo nataka nikakufunze maajabu maajabu ya majani ya mdimu ama mlimao, ukichanganya na majani ya mchai chai, namna gani yanavyoweza kutibu e, nuksi zote mikosi yote, hasadi, vijicho, pamoja na sihr, yani uchawi. Ndugu yangu Muislam, amaka hakika katika hii mimea Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka siri kubwa kabisa ndani yake. Katika hii mimea Allah ameweka siri kubwa kabisa ndani yake, ndani yake inapatikana shifaa, ponyo la kuwaponya watu kutokana na maradhi mbalimbali, maradhi yanayofahamika kihospitali ama maradhi yanaonekana kihospitali, na yale maradhi ambayo hayaonekani kupitia vyombo vya kihospitali. Ndugu yangu mpenzi unanitazama, mdimu ni katika e, miti ambayo Allah ndani yake ameweka shifaa kubwa sana. E, kadhalika vilevile mchai chai ni katika e, mimea ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ndani yake siri kubwa sana ya ponyo la wanadamu katika matatizo yao na misokosoko yao. Yaweza kuwa unajua majani haya ukawa unajitibu kwa namna fulani ama namna na, na, na fulani, lakini leo nataka nikuongezee ujuzi kwa majani ya mdimu na majani ya mchai chai haya kwa pamoja yana nguvu kubwa sana, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kumsaidia mtu kuondosha hasadi, kuondosha kijicho, kuondosha nuksi pamoja na mikosi katika maisha yako. Ndugu yangu mpenzi unanitazama, bila shaka sote tunafahamu ya kuwa kilio kikubwa cha watu hivi sasa imekuwa kila mmoja analia juu ya hasadi analia juu ya vijicho, mambo yake kuharibika. Maskini alikuwa yuko vizuri mwanzoni, sasa hivi mambo yameharibika. Kila analolishika haliendi, kila analolifanya inakuwa ni mtihani. Anajitahidi sana maskini kujitoa katika mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya kutafuta riziki yake, lakini bado anagonga mwamba, bado anafeli. Amejitahidi kufanya visomo mbalimbali, amejitahidi kuingia kwa mashehe mbalimbali, lakini bado mambo yanakuwa magumu. Kwanza kabisa nakwambia ndugu yangu, la taqnatu min rahmatillah, usije uka kata tamaa katika rehma za Allah subhanahu wa Ta'ala. Kwa ni Mwenyezi Mungu anatukataza kukata tamaa kutokana na matatizo tunayoyapitia, shida tunazozipitia, dhiki tunayopitia na mitihani tunayoipitia ndio wakasema innahu la yayasi min rauhi llahi illa alqaumil kafirin. Kwa hakika hali ilivyo hakati tamaa ila mtu aliyekufuru. Kwa hiyo waliokufuru, ndugu zangu, ndio wanaokata tamaa, lakini Muislamu mumini wa kweli ha, hawezi kukata tamaa misukosuko anayoipitia juu ya mitihani anayoipitia. Ndugu yangu Muislamu, lazima kwanza nikufahamishe hasadi ni nini, lakini na kijicho pia ni nini. Husda ni kitu gani? Ndugu yangu, wenyewe wanasema wanawachooni, husda ni, ni hiya tamani awal zawal an neema anil mahsudi. Yani ukisikia husda, ni mtu kutamani neema uliyokuwa nayo ikuondoke, hata kama haijaenda kwake, mathalan mtu amekukuta, mashaallah, una nguo yako nzuri ama una nywele nzuri ama umenunua gari ama umeunua jambo lolote ambalo ni neema kwako wewe, ni neema kubwa kwako wewe. Sasa mtu roho inakuwa, inamuuma, roho inakuwa inamkunjama, anapata maumivu makali. Tamanio la nafsi yake ni kuona wewe ile kheri inakuondoka katika maisha yako. Anatamani aidha uibiwe, kama ni nywele nzuri, basi ziungue hata moto, upate kipara. Kama ni nguo, basi ukianika, iibiwe. Kama unagari, anatamani pate ajali ile gari. Yani hasidi, hata kama vile vitu haviendi kwake yeye, lakini anatamani tu wewe ukose. Kwa nini? Umepata. Allah atukinge na atuhifadhi na roho mbaya na roho chafu kama hii. Mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallama, anasema iyakum walhasad, jiepusheni sana na wingi wa husda, jiepusheni sana na kutamani watu waharibikiwe mambo yao, neema zao zikimbie. Fa innal hasada yaakulu alhasanat fainna so lhasada hasanat, kwani hakika ya husda inakula mambo mema, kama taakulu naru lkhataba, kama vile ambavyo moto unakula kuni. Hasidi unajitahidi kufanya ibada zako mbalimbali, hasidi unajitahidi kufunga, hasidi unajitahidi kutoa sadaka, hasidi unajitahidi kufanya mambo makubwa na mambo, mambo mazito katika mambo ya dini, jua kabisa ndugu yangu husda uliyonayo husda ulionayo katika moyo wako inatafuna mambo yako mema kama vile ambavyo moto unavyotafuna kuni yake. Kwa hiyo zinduka, ewe hasidi, ndugu yangu, kutokana na kuwafanyia ndugu zako uhasidi, kuwafanyia ubaya, kutamani neema alizowajalia Allah subhanahu wa ta'ala ziwaondoke katika maisha yako maisha yao. Hakika kufanya hivyo ni kujitafutia mabalaa makubwa kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nini kijicho? Kijicho ni kitu gani? Ndugu yangu mpenzi, unaye Kijicho ni nini? Kijicho ni mtu kukuathiri kwa kushangaa neema uliyokuwa nayo. Unaweza mtu amekukuta labda umevaa nguo yako nzuri, kisha mtu akapigwa na mshangao na kijicho. Ubaya wake zaidi, anaweza akakuathiri mtu ambaye hata kama si adui yako, isipokuwa tu akitizama ile neema yako kwa mshtuko na mshangao mkubwa, na bila kusema masha Allah tabarakallah, basi hakika pale utaathirika kama ni uzuri utaona uzuri unaondoka. Kama amekupigia ame, ame, ame hasadi kwenye nywele, nywele itaanza kunyonyoka na kususuka, unabakia kipara. Kama husda imegonga kwenye gari, gari utashukia inaanza kuharibika. Kama husda ni kwenye nyumba, mtaanza kushtukia nyumba inakuwa mtihani katika nyumba ile. Waliaadhu billahi, mwenyezi Mungu atukinge na kijicho kile ambacho mtu anaweza akasema akakuathiri. Wakati mwingine hata maradhi unapata maradhi makubwa, lakini yale maradhi yanatokana na kijicho. Mtume wetu Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama wa anasema aktharu man yamutu min ummati, wengi watakaokufa katika umma wangu baada qadhai illahi wa qadarihi, baada ya mipango ya Mwenyezi Mungu na makadirio yake bil aini, watakufa kwa kijicho. Ina maana wengi wanaokufa sasa hivi ni kutokana na athari wanazozipata kutokana na kufanyiwa kijicho, kuhusudiwa neema zao ambazo Allah subhanahu wataala anawaneemesha. Ndiyo Allah anasema am yahsuduna nnasa ma atahum llahu min fadli, mna nini, enyi mahasidi? Kwa nini mna wahusudu watu juu ya neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa katika fadhila zake. Sasa, ndugu yangu muislamu, yaweza kuwa wewe ni muathirika ama ni muhanga wa tatizo hili la hasad tatizo hili la kijicho, una nuksi katika mwili wako, una mikosi katika mwili yako, imekuandama ya ndama, uchawi, vifungo vya kichawi uko navyo. Suluhisho ndugu yangu mpenzi, unayenitazama, ni majani ya mdimu ama majani ya mlimao pamoja na majani ya mchai chai. Vipi sasa, vitu hivi vinaweza vikatumika katika kukuondoshia mitihani yako? Wallahi nakuapia ndugu yangu muislamu mpenzi, unayenitazama, ukiyafanya haya mambo kwa imani na ikhlasi utaona maajabu makubwa katika kukutibu mambo yako pamoja kuwa mambo yako unaona yamevurugika, mambo yako yameenda ya, ya kombo, kila unalolishika aliende, mipango yako haiendi, unajitahidi. Mashaallah, huku na huku, umeshakoga dawa kibao, pengine chumvi za mawe umekoga, sijui muosha fedha umekoga, sijui nyota umeikoga, sijui umekoga madawa kibao, lakini bado hujapata matumaini. Ndugu yangu mpenzi unanitazama, nisikilize leo kwa makini nikuhabarishe na nikupashe habari juu niku ya maajabu yanayopatikana katika mti wa mdimu na mti wa mchai chai. Sasa unachotakiwa kufanya ndugu yangu Muislamu, chuma majani ishirini na moja ya mdimu. Eh, mdimu chuma majani ishirini na moja jani la kwanza, jani la pili, jani la tatu. Ukikosa mdimu, chukua mlimao, chuma majani ishirini na moja Yale majani ishirini na moja uyaweke pembeni. Baada ya kuwaweka pembeni yale majani, alafu kakate majani ya mchai chai usawa wa mkono wako tu hivi kujaa majani ya mchai chai usawa mkono wako hukujaa, alafu changanya na yale majani ishirini e, na moja ya, ya, ya mdimu. Sasa yale ukishakuwa ume, ume, ume, umesha ya kusanya vizuri, andaa maji yako safi kabisa yani, andaa maji yako safi kabisa. Yale maji sasa uta, utayate, utayatenga jikoni, yatachemka yale maji mpaka yafikia sentigredi mia moja, maji yanakuwa yana moto sana yakishakuwa na moto sana yale maji, utachukua ule mchai chai utatia ndani ya yale maji utachukua ule mchai chai utatia ndani ya yale maji. Unaweza ukahesabu dakika tano mpaka dakika kumi, alafu utarudisha tena jikoni. Utakaporudisha jikoni, itachemka tena, itarudi katika sentigredi mia moja. Sasa ikishafikia ile mia moja, sasa yaipue yale maji, ndugu yangu Muislam. Baada ya kuyaipua yale maji, ndugu yangu, yaweke chini Ukishaweka pale chini, unakamata jani moja, jani la kwanza la mdimu ama mlimao. Lile jani wakati umelishika namna hii, umelishika nikupe mfano labda mathalani, jani ndo hili, natumia hichi kidude kukuonesha mfano. Jani lako unalikamata namna hii, unalishika ili jani namna hii. Ukishalishika hivi, unaanza kusoma idha zulzilatil ardhu zilzalaha, mbele yako yako yale maji ambayo ndani yake yana mchai chai Idha zulzilatil ardu zilzalaha Wa ardu athqalaha, Wa akhrajatil ardu wa qala al insanu ma laha Yawma idhin tuhadithu akhbaraha. Unaisoma hii aya mpaka mwisho. Ukishamaliza kusoma idha zulzilatil ardu zilzalaha, lile jani, jani la kwanza unaitumbukiza katika maji yale, unakamata jani la pili unasoma tena, unakamata jani la tatu, unasoma tena, unakamata jani la nne, unasoma tena. Utakwenda hivyo mpaka yale majani ishirini na moja yatakuwa yako ndani ya maji na utakuwa umesoma idha zulzilatil ardhu zilzalaha ishirini na moja Baada ya hapo sasa, kumaliza hilo mwambie Allah subhanahu wa ta'ala, mwambie ya rab, Mwenyezi Mungu, wewe ndio unajua siri uliyoiweka katika majani ya mdimu na majani ya mchaichai. Ya Allah, mimi naamini kama Muislamu kuwa tiba ama shifaa siwezi kuipata ila kwa idhini yako, lakini hivi vitu Mungu wewe umeviweka ni asbabu ya sisi kupata kupata shifaa na kuomba Allah subhanahu wataala. Sitegemei haya majani wala sitegemei haya maji niliyoyafanyia hichi kisomo, bali na kutegemea wewe Allah subhanahu wataala na kuomba Allah kwa dhati yako. Kama ambavyo yanapoa haya maji kutoka katika umoto kwenda katika ubaridi, Allah naomba yapoe maradhi yangu katika mwili kama ni husda, nuksi, mikosi, kijicho, uchawi, chochote kile, mwambie Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo haya maji yanapoa, basi Allah na mimi nipoze matatizo yangu, yapoe yawe baridi, kama yatakavyokuwa haya maji. Alafu wakati una, una, unatia yale manuizi, unapulizia katika ile sufuria, kwa kuwa bado maji yale na uvuguvugu, unayaacha yale maji ya unayafunika, unayaweka pembeni, unaacha yanapoa. Yakishapoa kabisa, sasa ndugu yangu Muislamu, unachukua yale maji yameshapoa, unayatia katika chombo kingine. Baada ya kutia katika chombo kingine, nenda kaya koge haya maji kwa utaratibu huu. Utakapokwenda kuyakoga haya maji, kwanza hakikisha unapata sehemu ambayo unapokogea pale maji yanakwenda chini. Kama utakosa kabisa hiyo sehemu, basi hakuna tatizo, sehemu yoyote ambayo utaiona inafaa koga, isipokuwa isiwe chooni tu, yani usiruhusi kuogea chooni. Kwa hiyo sehemu nyingine yote unaweza ukakogea, uka, uka iwe ni usiku, iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, muda wote utakaoona wewe unafaa, hakuna tatizo katika kufanya sasa unaanza kujimwagia bega hili la mkono wa kulia, unajimwagia kwa pamoja, bega la mkono wa kulia unakuja bega ya mkono ya kushoto, alafu unakuja kujimwagia sasa kichwani na mwili mzima na sehemu zingine zote, unajisugua na maji yale, na unajisugua na yale ile majani za mdimu, ile ndio unaifanya kama sehemu yako ya sabuni, unajisugua unajisugua yale maji. Hili zoezi ndugu yangu, unatakiwa ulifanye mfululizo kwa muda wa siku tatu mfululizo, kwa siku tatu, siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Ndugu yangu mpenzi, ukifanya kwa imani, ukafanya kwa yakini kabisa, na kutaraji kuwa Mwenyezi Mungu ataniondoshea shida na matatizo na mitihani niliyokuwa nayo, utaona maajabu, utashangaa, utashangaa namna, utashanga namna mambo mambo yako yako yatakavyofunguka ambavyo kabisa wallahi. Na kwa pia ndugu yangu Muislamu, sawa yale mambo ambayo yalikuwa hayaendi vizuri, yale mambo yako ambayo yalikuwa ni magumu, yale mambo ambayo ulikuwa kila ukilishika haliendi, kila unalolifanya halifanyiki, hali Utaona Allah subhanahu wa Ta'ala atakafauta kasa mwili wako. Utaanza kuona mwili wako unakuwa mwepesi, kama ulikuwa unajihisi mzito, utaanza kujiona unaishi vizuri, yani unapata usingizi mzuri, kama ulikuwa upate usingizi mzuri. Na hata kama ulikuwa una maradhi maradhi yanayotokana na kijicho, basi utaona namna ambavyo Allah subhanahu wa Ta'ala anayapoza maradhi yako. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala kwa huruma yake na fadhila zake na ihsani zake. Hizi ni jitihada zetu tu sisi kama wanadamu, lakini mponyaji ni yeye Allah subhanahu wa Ta'ala. Namuomba Mwenyezi Mungu kila atakayefanya haya, kwa kuwa kinachosoma ni maneno yake matukufu, Allah asikunyime shifaa, kwa sababu yeye anasema wanunazzilu min alqurani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmuminin, na kwa hii Qurani tunateremsha kile ambacho ni shifa na ponyo kwa wale wenye kuiamini, insha allahu taala. Mwenyezi Mungu atukubalie na tukutanishe tena katika wakati mwingine na darasa nyingine. Ni mimi ndugu yenu katika iman, al akh Sheikh Omar al Basari, napatikana Kigamboni, daraja la Mwalimu Nyerere. Shukran jazira, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.